Mada ya pili inasema kisa changu. Tumeona watu wengi wameweza kuokoka kupitia visa vyetu binafsi vya maisha, lakini leo tutaenda kujifunza hatua kuu tatu za kutengeneza kisa changu. Hatua ya kwanza ni before Christ, yani maisha kabla ya kukutana na Kristo. Wewe ulikuwa ni nani kabla hujamjua huyu Yesu? Ulikuwa mtu wa aina gani? Vipi kuhusu mtindo wako binafsi wa maisha, na vipi kuhusu uhusiano wako na majirani zako? Ulikuwaje? ulikuwa namna gani? Lakini hatua ya pili ni meeting Christ, yaani nilivyokutana na Kristo. Hapo tunaulizwa ulikutana na huyu Yesu ukiwa wapi? Ulikuwa unatembea barabarani au ulipata shida ya maana ndipo kamjua Yesu ni nani? Au ulimwona kwenye TV au ulimsikiliza labda kwenye radio? Hatua ya tatu ni after Christ. Hapa tunaacha yote, ulikuwa ni nani huko kabla, I don't care. Hapa wewe umekuwaje baada ya kukutana na huyu Yesu? Umekuwa mtu aina gani? Umebadilika? Unamjua huyu Yesu? Umezikariri sheria au umezishika sheria zake? Na vipi kuhusu mtindo wako binafsi wa maisha umebadilika? Na tunapofikiria hizi hatua tatu, tunatengeneza my story, yani kisa changu.